Na tukisalia kwenye e, taarifa hiyo hiyo ya mauaji ya Albert Ojwang', waandamanaji waliandamana kwenye barabara za jiji la Nairobi Alhamisi wakitaka utekelezaji wa haki kufuatia kifo cha mwanablogi Albert Ojwang'. Waandamanaji hao waliojawa na hasira walikabiliana na maafisa wa polisi kwenye barabara kadhaa za jiji la Nairobi hasa City Hall Harambee Avenue na Haile Selassie. Maafisa wengi wa polisi waliofika huko kudumisha amani na utulivu waliwazuia waandamanaji hao kuingia katika kituo cha polisi cha Central na majengo ya bunge. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katikati mwa jiji la Nairobi leo alasiri, makabiliano kati ya waandamanaji na polisi wa kukabiliana na ghasia ya yalijiri. Waandamanaji waliwasili kwa wingi kulalamikia kile wachokitaja kuwa utepetevu wa taasisi za utawala kukabiliana na wale waliohusika na kifo cha mwanablogi Albert Ojwang'. One, but, one, but... City Hall, Harambee Avenue, Haile Selassie Avenue hazikupitika huku polisi wakifyetulia vitoa wa machozi waandamanaji wali hawa, waliojawa na hasira, waandamanaji hawa walielekeza ghadhabu zao wa huku magari kadhaa yakiteketezwa karibu na barabara ya Aga Khan Walk. Jaribio la waandamanaji hao za kuingia katikati mwa jiji la Nairobi na vilevile vile katika majengo ya bunge zilitubuliwa na maafisa wengi wa polisi waliopelekwa katika sehemu hizo kudumisha amani na utulivu. Waandamanaji hao wanamtaka naibu inspekta jenerali wa polisi, Elu Lagata, jiuzulu ili kuwezesha uchunguzi wa kina na uliowazi kufanywa kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang'.